Uatakajaribu kuzima taa yako, madhabahu haya ya kupigania mwaka wa elfu mbili ishirini na sita, wakati kutakuwa na ngiza na vita na changamoto nyingi, uwe hauna hata mahali pa kukimbilia. Bwana itazamia ile taa yako, maana itang'aa kwa ngiza. Munaona vile kuna ngiza, lakini taa yako imeng'aa, imekumulikia Vivyo hivyo ndivyo maisha yako yatakavyokuwa. Inua tu mshumaa wako juu tu vile umeinua taa yako juu, vivyo hivyo ndivyo maisha yako watoto wangu yatakavyokuwa. Taa zenu zizizime kwa kazi zenu, taa zenu zisiwazima kwa ndoa zenu, taa zenu zisiwaizima kwa, kwa masomo ya watoto wenu, Ziwamulikie wakati maadui wameleta giza, ziwamulikie wakati vita zimeinuka, wakati watawalani na waseme a